Alitambik lakini tupo na Mzee Mtitu shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club. tupo naye hapa Mzee Mtitu asalamu alaykum. Waalaykum salaam. Kaifa? Alhamdulillah. Na banda saumu. Sasa. Hapa hmm. Swaumu usiulize, yeah. Kwa sababu hmm. Ni wajibu kwangu mimi kwa ukifika muda huu acha kwa Muislamu, kuna Waislamu wengine hawafungi, nitakwambia na vidonda vya tumbo hmm. ama sijui amepewa ili mradi tu asifunge, lakini mimi kwa uwezo wa Allah nimejaliwa kila ninaponikuta Ramadhani nikiwa hai na pumzi nikiwa nazo, na, na, niko kwenye swaumu. Mzee Mtitu uh, tuanzie Simba Sports Club dhidi ya Star katika kombe la Azam Federation Saladibis Federation Cup Federation Cup Simba Sports Club uh, kikuka na ushindi wa goli tatu kwa sifuri dakika 90 zilikuwa za namna gani Mzee Mtitu baada ya watu wengi eh, wakiwa namzomea Jeshua Buda Mutari kwa performance yake ambayo alionyesha katika mchezo huu kwa uwezo wa Allah Vijana siku skula wamejitahidi, tena wengi wale ambao haw, haw, walikuwa hawapati nafasi ya kujumuishwa kwenye, kwenye mechi wamecheza, wamejitahidi, tumepata goli tatu kwa bila. Na wale vijana wa TM... TMA mm. wale ni, ni wasomi mm. kutoka Monduli, mlikuwa mnawadharau, mtaona kama watu wa kawaida kawaida tu, lakini ni, ni timu ambayo inajengwa kutoka kwenye taasisi kule Arusha. Kwa hiyo tunashukuru kwa kupata ushindi ule, kwa sababu wengi waliokuwemo nao pia walikuwa kwenye swaumu vijana wetu, lakini wamejitahidi, tumepata goli tatu na tunasonga mbele kwenye hatua ya kumi na sita bora. Mzee Mtitu wanasema, Simba Sports Club zidi timu stars Simba, kama alicheza kwa udhaifu kidogo, kwa mabao matatu ambayo aliyapata, alikuwa astahili kabisa mabao mabao ambao likua mmaafunga timu stars, hata goli saba hata goli nane. Kwa performance ambao mnaionyesha, ilikuwa ni dhaifu kabisa. Sasa huo sio mpira, huwo utakiwa matakwa. Sasa sio mpira. Mpira una utaratibu zake, mpira una kanuni zake, kadiri unavyocheza. Sasa ukisema mlitakiwa mwafunge goli saba mpaka nane sasa wewe utakuwa mpira au utakuwa nini? Kwa maana mtenimu... kila timu inapokuja na kuja na strategy yake mm. ya kuingia kucheza mm. wale pamoja ya kwamba hawako kwenye ligi ya Premier. Mm. lakini wako kwenye ligi yao Championship. Champion? ambayo ni daraja la kwanza daraja la kwanza sasa mm. daraja la kwanza, yeah. daraja la kwanza eh, walishaiangalia Simba muda mrefu mm. walipoambiwa kwenye ratiba kwamba mtacheza na Simba Sports Club. Kwa hiyo wakawa wanafuatilia, mwalimu wao anafuatilia Simba inachezaje, Simba iko vipi, na ina watu wa aina gani hatari na ina watu wa aina gani dhaifu, si umenielewa? Kwa hiyo kwa zile goli ambazo tumezipata, usiseme kwamba ni goli chache, ndio mpira ulivyo. Na tena waga, nyinyi mnakuwaga na makosa, mnasema mtu hata akifunga goli moja la penati, unasema kafunga goli la penati penalti mbona inampa ina mtu ubingwa wa dunia? Sasa nyinyi, kwa nini mseme kwamba eti kafunga goli la penalti au kafunga goli moja? Kinachotakiwa ni pointi. Kwa hiyo sisi tumeshinda goli tatu kwa bila jana yeah. Wenzetu wengine wamecheza wameshinda goli tatu kwa moja, kwa moja. Mm. Nani bora hapo? Unaviona, unasema timu ambayo ulikutana nayo ilikuwa ni timu sawa ligi kuu kwa ligi kuu, kwa maana ya Coast Union na Young Africans, kama mzani unafanana hivi, wote ligi kuu kwa ligi kuu. Wewe umekutana na timu ya championship, basi ya championship ni bora kuliko hata ile ya, ya, Coast Union. Una maana gani mzee Mtitu? Coast tunamuona, kwani mimi nilimfunga ngapi Coast kwenye kwenye kwenye nani nani NBC? Goli tatu umemfunga kwa bila mm. Sasa, sasa ana tofauti gani mm, na yule championship mm, championship wameshamtoa Azamu, yupo, yupo. Azamu amemtoa ndio, katoka na timu gani ambayo iko kwenye hatua gani championship, ee mm, kwa hiyo msidharau, eti kwa sababu tena wale ndo wana timu ngumu mm, na bora kuliko hata hawa wa Premier League Ok, Mzee mze Mtitu, tukigusia performance ya Leonal teba Mbida kabla hatujaama katika mchezo uliopita dhidi ya tma mchezo wa siradb kwenda hatua ya 16 bora, kiwango cha Leonal Chrestian Ateba Mbida tumeshuhudia kikosa nafasi mbili za wazi, watu wakimponda sana kwa kiwango ambacho alikionyesha siku hii. Wachezaji kukosa goli ni jambo la kawaida, wanaweza wakapata nafasi wakafunga wanaweza wakipata nafasi wasifunge hmm. Kwa mfano jana walitakiwa kufunga jana, kina nani katika timu ile waliocheza jana mechi zile hmm. Pakome ya kupata nafasi ya wazi kafunga, sasa kwa nini Mbida? Yeah, yeah. Au kwa sababu huyu Mbida yeah, na nani na Pakome jana alikuwa yena, kwa nini? Kwa mabeki namna gani? Mabeki yote kishawaacha Si alikuwa ametiririka mpaka, mpaka kwenye, kwenye miguu sita akabaki yeye tu kuamua kufanya nini, lakini akafanya nini? Karudisha tena kwa hiyo mchezaji, msiseme kwamba mbona akaenda pale kashindwa kufunga goli kwa wakati wa kupata muda wa kufunga, lakini alipopata muda mbida kafunga akufunga. E, sasa ulikuwa unataka nini? Sasa unaiona wapi? Sasa simba kwenye Simba naiona na kama kawaida tu hmm. Simba ni ile ile inazidi kupeperuka tu, yeah. Hey. Wala haina shida, mzee Mtitu, watu wengi wana mashabiki wa young Africa, upande wa pili wanasema huko mechi ya dabi ambao mtano utatokea katika uwanja kanuni na kusema ndio Simba imeonekana kuwa na performance ambayo ni ndogo katika huu mchezo. Mimi sija kuelewa Simba kutocheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo wa team stars, ndio maana imekuwa na performance ndogo kwa maana Simba Sports Club walikuwa hali ya chini kuliko <laughs> Sasa dabi, kwani makemi siwaelewi nyinyi. Baada ya dabi kutocheza, ukacheza mchezo wa Federation Cup, wanasema performance yake ilikuwa ndogo. Ni mechi mbili tofauti, mechi mbili tofauti. Kule umesema dabi, huku Confederation, sasa iko sawa hiyo dabi? Yule kama ingekuwa vyombo vinavyohusika vingesema kwamba chezeni, ndio ungeona mbungi yake ikoje isingekuwa sawa na ile ya jana au ya juzi, singekuwa sawa na ile ya dabi, ungeiona mbungi yake inachezwa vipi? hawa hao kina Yateba ungewaona, wanasema kile kipigo ambacho kimemkuta Coastal Union wana Mangush ni kipigo ambacho kingempata Simba Sports Club mara mbili yake, kwa jinsi Simba Sports Club hujapeleka timu ile Benjamin Mkapa nani? hakupeleka timu Simba Sports kupeleka timu ile Benjamin Mkapa zime, zime mamlaka zimesimamisha. Sasa mimi napelekaje timu? mamlaka zimesema kwamba mechi leo haipo sawa. Mm. Mi naendaje pale kupeleka timu Mm. Mm. Au wale waliopeleka mnaona wako sahihi? Wasema ulichungulia chungulia kuchungulia wapi? Mabao ma, yalikuwa mengi zaidi, Mzee Mtitu. Mm. Unajua nyinyi mi mm, ndio maana nikakwambia msiniulize vitu ambavyo kwa wakati huu mi nimefunga kuvizungumza. Mm. hili la kuchungulia linatoka wapi? Mm. Si umenielewa? Hmm. haya ni maneno ya mtaani hapa, kila siku watu wanazushazusha maneno, hawajui hata mifumo ya uongozi, hawajui chochote, ila wao wanajaribu tu kulalamika. Menelewa? Hmm. Wao huwa wanalalamika tu lakini hawajui hata mifumo ya uongozi. Sisi tume tumeshindwa kupeleka timu kwa sababu mamlaka zinazohusika zimetuletea barua kutuambia mechi haipo, itapangwa tena siku nyingine. Mechi ile haijachezwa, si umenielewa? Nakuelewa mzee Mtitu eh, hey, mechi haijachezwa. Lakini mzee Mtitu, kabla ya mamlaka husika kutoa taarifa kuwa mechi itapangiwa tarehe nyingine, nyinyi tayari mlikuta mmeshatoa taarifa yenu kuwa hamtatokea uwanjani. Ee ki kanuni, eh, eh, eh, tumekwenda na kanuni sisi, kanuni, kwa sababu kanuni ilituambia kwamba lazima twende tukafanye nini? tukafanye mazoezi. Eh, sasa tulifanya sababu wao sisi na wao waliotafuta sababu nani, wao si walisema mna mbuzi humo kwenye magari na wazee wamejaa. Hayo sasa ya kwao, sio sisi. Sisi tulikuwa na wachezaji waende wakafanye mazoezi ya risali moja, kama kanuni inavyosema. Lakini wao wakasema nyinyi hatuwafungulii kwa sababu humo ndani mnakwenda kufanya ulozi, mnambuzi humo, karibu wazee wanakwenda wapi na wazee wanakwenda? Mimi hata sikuwepo. Mtani anasema ee, hey, atupeleka timu. Anajua dabi ishachezwa na shughuli imeisha, labda ukacheza dabi nyingine, lakini sio Yanga Africans wamesema eh, dabi ishachezwa tayari kwa barua au kwa nini barua, kwa barua, imekwenda wapi barua? Wanasema dabi tayari sawa, ba, barua wamepeleka wapi ya kueleza kwamba sisi dabi tushamaliza tusha mm. barua vile vile mimi nimekataa kwa, kwa, kwa, kwa njia gani? <laughs> Mzee sawa, nimekataa kwa mdomo kwa barua. Hey, sasa na wao wamepeleka barua huwezi <laughs> kulijibu hapo hata miaka mia. Wamepeleka barua, barua wamempelekea nani? tatu wa na magoli matatu kwa kanuni ipi Kanuni ipi ambayo iwape pointi tatu na magoli matatu? Kwa maana hujapeleka timu, Mzee Mtitu, kwa mamlaka ambayo inahusika haikuniruhusu kupeleka timu hmm, sijui umenielewa hmm. hata wao walivyosema kwamba wamepeleka timu hmm, walipeleka timu, nani aliwafanyia hmm, eh, taratibu za, za, za ukaguzi? Kuna chombo chochote kilikuwepo pale? Kanuni zinasemaje? Ukienda pale dakika thalathini hmm, baada ya kuona mwenzio hakuja <sy> <Joan> Unatakiwa ufanywe nini? Mboto. Mboto. na alama tatu kama za ligi ilivyopewa. muda wa mchezo ulikuwa saa ngapi? kwa siku ile saa moja na robo. wao walikwenda saa ngapi? saa kumi na moja wakatoka saa ngapi? saa kumi na mbili Kanuni ndio inavyosema. Make vitu vingine nyinyi, unajua mnavyovizungumza hata hamfaatilii. Halafu hata hiyo barua mnayosema kwamba wamepeleka barua, barua yao mwanasheria wao hawamtambui bodi ya ligi wa Young Africa Patrick Simon hatambuliki na bodi ya ligi. Sasa barua hiyo imekwenda kumpitia kwa nani? Sio za ndani. Sio za ndani, za ndani za dhahiri kabisa. Mwanasheria mm. wa Yanga hatambuliki na bodi ya ligi jana, mm. kwa kauli ya msemaji wa bodi ya ligi, mm. anaulizwa ile swali kwamba kuna barua wa Yanga wameileta mm. ya kukataa kwamba wao wanataka pointi tatu kuna, na vitu vingine vingi walivyovizungumza. Je, mm. barua wa hiyo mnaipata? Wasema barua sisi hatujaipata, ililetwa na mwanasheria Patrick Simon, hata Yanga hawana mwanasheria anaitwa Patrick Simon. Kwa kwa maana Patrick Simon kama kivuli Young Africans. Hatujui sasa sisi kwa lakini mwanasheria. Bodi ya ligi wamesema kwamba hawamtambui wa wa hmm. kama ni mwanasheria hmm. wa Yanga. Okay, Mzee Mtitu neno lako la mwisho sasa kwa mashabiki wa Simba Sports Club na wanachama kwa ujumla. Wana wanasimba watulie, na hapa tuna mechi baada ya Dodoma Jiji. Baada ya Dodoma Jiji ya, hmm. ya Kiporo hmm. baadaye tuna mechi na tunakwenda zetu Misri. Tunakipiga kule na bahati sio mbaya. Juzi wametoa taarifa kafu ya kwamba uwanja wetu wameusimamisha kwa marekebisho. Jana serikali ikatoa mwongozo ikasema kwamba marekebisho yamekusha fanyika. Wakati walivyokuja wao kweli uwanja ulikuwa hovyo, lakini nyuma wakafanya marekebisho. Labda waje sasa wafanye ukaguzi mwingine. Sasa hapa taratibu zifanywe na TFF kuwaalika wale mabwana waje haraka kufanya ukaguzi tupate ruksa. Tunaamini kwamba hiyo mechi itachezwa hapa hapa, wala hatwendi Rwanda wala hatwendi amani, hapa hapa panapo machinjio kama machinjio ya Vingunguti yale ya, ya wanyama wengi eh <coughs> <Hey. tos> <Hey. tos> hey. kwa hiyo Dodoma jiji tunakwenda kwenye kiporo tupate point. Nia yangu ile ile tunapoingia sisi kwenye mechi ni pointi tatu, goli zitajulikana baada ya yule ya mtu kumsurubu Ebwana, huyo ni mzee Mtitu alikuwa akitema cheche na kuzungumza kutokea hapa stesheni, kituo ambacho kinawakutanisha baadhi ya mashabiki wa Young Africans na Simba Sports Club kwa ujumla. Ebwana, kutokea hapa hatuna la ziada, na endelea kuwa nasi.